Jina langu naitwa Joseph, ni niko hapa kama mwakilishi wa Robi Sportswear. Sisi kama Robi Sportswear, kwa kutambua ukubwa wa mechi hii, lakini pia umuhimu wa mechi hii ya kimataifa ya Simba Sports Club, tumeona tudhamini tiketi hizo 30 lakini pia usafiri kwa maveterani wetu wa Simba Sports Club kuelekea katika mchezo mkubwa wa kimataifa ambao utafanyika kwa Mkapa hapo. Aa, lakini pia vilevile vile, tunapenda sana kuhimiza pia kwa watu wengine pia. Kwa kutambua huu mchezo wa keshokutwa inabidi tukai support. Hii Simba inaenda kuwakilisha taifa, haiwakilishi tu club ya peke yake. Lakini kabla ya kwenda kwa Mkapa hakikisha unakuja hapa pia dukani kwetu unapata mm, raba kali, unaingia kwa Mkapa unaenda kuishangilia Simba yako kibabe zaidi. Sisi tupo Sinza hapa Palestina. Hakikisha unasogea hapa mara moja raba za kila aina unazipata, kwenda hata ukitaka raba yako ya Simba kabisa iwe na na Simba ule ule, unaipata hapa mjengoni kwetu. Kwa hiyo ni kila la heri Simba Sport Club na hii tunavuka. Tunaaminiana. Eh, ziko thelathini kutoka Roby Sportswear za VIP B, si jukwaa linatosha? Msikae pale chini, kuna uhuni huwa anamwaga maji Kaeni pembeni kidogo hapo, sawa. Ehe, lakini pia kutakuwa kuna usafiri, nitawapa namba ya dereva, tayari tushazungumza naye, atawachukua kwenye pointi ambayo mtaichagua nyinyi wenyewe, mtakwenda uwanjani na baada ya mechi mtarejea kwenye, kwenye gari lenu, mtarudi kwenye pointi ambayo mmeichagua. Lakini kesho tutawasiliana dua, kwa sababu mtume zangu wa Tabata nikuletee eh, kibali cha cha gari ili mweze kuingia kwa pamoja bana. Hii hapa kutoka Robi Sportswear. Nashukuru sana mm. unyama mm. au tuzi, tuzi, tuzitandaze vpb <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah, kamilioni fulani hivi kama teketea <laughs> jingine napenda sana kushukuru uongozi wa Simba Sports Club, manake hii heshima waliotupa ni kubwa sana mno mno, na hii sio mara ya kwanza hii. E, nadhani itakuwa kama mwendelezo wa sisi kusaminiwa kwenye klabu ya Simba. Kila inapotokea jambo kubwa kama hili, huwa tunaitwa na tunakabidhiwa kama hivi tiketi au tunasaidiwa kwenye mambo mengi na kama alivyozungumza hapa meneja wa habari na kata, katika ligi yetu kuna vitu ambavyo tumesaidiwa na kama klabu, na paka kufika hapa tulipofika, ambayo tumemaliza mzunguko wa kwanza tukiwa sisi tunaongoza group kwenye group letu, na mzunguko wa pili unategemewa kuanza tarehe 14. Kwa hiyo tunawashukuru sana, sana, sana uongozi kwa kututhamini, maanake bila wao kuna vitu sisi hatuwezi kwenda. Mke wao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 kwa meneja wa bali anavyozunguka kuhamasisha watu tuta, naamini na tutajitokeza kwa wingi kwenda kushangilia timu yetu, na kama mnavyojua, tukijaza uwanja ni nafasi kubwa sana sisi ya kwenda nusu fainali hata zaidi ya goli tatu. Kwa hiyo na imani kabisa watu wajitokeze tu kwa wingi, tuna uhakika wa asilimia mia, mia moja, sisi tunakwenda nusu fainali.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 tu tujaze uwanja, tuishangilie timu yetu. Nusu finali iko mbele yetu. Saidi. Shambuliaji Ateba wa zamani <laughs> E, yani Ateba wetu wa zamani hmm. Dua tuombe tu chochote hapo kuelekea mechi yetu na tukio hili ambalo tumewafanyia kuelekea Jumatano. Mimi uh, kama captain wa maveteran, kwanza napenda kushukuru uongozi wa Simba kwa kutuwezesha hicho kitufanyia, kwa sababu ni timu chache sana kuwathamini wachezaji ambao wamepita katika klabu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 wasichelewe kuingia katika kumi na nane uhakika goli tatu. Mimi na hakika, hata kipindi cha kwanza tutakuwa tushaongoza tatu, tunasubiri chu cha pili, wakijiangusha watu wakitoka pale hoyahoya hoya.